Mwanaume wa umri wa makamo amekamatwa huko Mororo, kaunti ya Tana River, kwa tuhuma za kumnajisi msichana wa miaka sita. Maafisa wa polisi walimnusuru mtuhumiwa kutoka mikononi mwa umati ambao ulikuwa unataka kumwadhibu kwa kitendo hicho. Wakazi wanalalamika kwamba mshukiwa amehusika kwenye vitendo sawia mara kwa mara na wanataka apewe adhabu kali ili haki tendeke. Osman Wako, kiongozi wa jamii katika eneo hilo, alilalamikia kuongezeka kwa visa vya unyanyasaji wa watoto na mimba za utotoni katika eneo la Mororo, na kuhimiza wazazi kuwa waangalifu zaidi katika malezi ya watoto wao. Mambo na defilement Mororo imezidi, utungaji wa mimba mapema imezidi. Hii si mara yake ya kwanza kufanya defilement. Alikuja hapa juzi juzi, akadefile juzi tena baadaye akatoroka akajificha mitini na akarudi tena saa hii, ni mara yake ya tatu kufanya defilement. Mimi ile kitu ningeomba tafadhali, wale watu ambao kwamba wanapeleka MK kotini wahakikishe haki ya huyu mtoto imepatikana, kiangalia ile miaka iko na ile mwanaume. Ni mtu ameng'ara, ni mtu anakaa kama anakula na anakuna vizuri. Sijui kwa nini ilitokea akaenda kwa wadoto.